Baba Sam the King Tanzania TV channel inayokuletea simulizi za kusisimua ikiwemo za kuchekesha, simulizi za kuhuzunisha na nyinginezo za kusikitisha pia. Channel hii hukuletea makala mbalimbali ambazo ni makala za kijamii pamoja na maisha kwa ujumla na sasa tunakuletea makala fupi zinazoitwa Tujadiliane, ambazo zitakuwa zinaletwa na anko Ankojht. Usisahau kusubscribe chaneli iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, ili ujifunze mambo mengi. Hii ni chaneli yako Mtanzania, na hii ni makala ya this is Tujadiliane. <coughs> This is Asalaam aleykum wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Baba Sam the king Tanzania TV channel, karibu tena, karibu tena, karibu tena bwana. Mimi ni anko Mijadala. Kama jinsi ilivyo kawaida, nimekuwa nikiwaletea makala hizi za This is za Tujadiliane mm -hmm. Leo tuna kipi? Leo tuna kipi? Leo tuna kipi? Leo bwana nataka e, tuzungumzie kitu kimoja ili tuweze kujadiliana vizuri. Kuna vitu ambavyo kidogo mambo hayaendi sawa kabisa. Kuna vitu ambavyo e, katika jamii yetu unaweza ukakaa na kuviwaza na hatimaye usipate majibu yake. Pengine wewe mtazamaji unaweza ukawa na majibu hayo. Sasa basi ambacho leo tunaenda kukijadili kudi, leo ni <laughs> kitu kimoja. Nisikilize kwa makini. <laughs> Unawaza ni kwa nini? Nirudie tena, ni kwa nini? Ukiangalia wagane pamoja na wajane katika dunia hii, au ukiangalia Tanzania nzima, wajane pamoja na wagane, ukiangalia, kwa nini wajane ni wengi sana kuliko wagane? Nadhani inawezekana, pengine unaweza ukanipa jibu, kwa nini wajane ni wengi kuliko wagane? kitu kingine tena tuangalie. Kwa nini sasa hivi? Kwa nini sasa hivi? singomadha ni wengi kuliko singo fadha? Oh, naje nadhani na hili nalo <laughs> utanipa jibu. Kwa nini? Kwa nini singomadha ni wengi sana kuliko singo fadha? Wewe nadhani ni kitu gani ambacho kinatokea? lakini katika kufufunyua au za chini ya carpet, tunafufunyua fufunyua kwenda mpaka ndani ndani kwenye majani kule, tukitafuta tafuta hmm, za chini ya carpet inasemekana kwamba wanawake kutokana na kupenda pesa kwa asilimia kubwa, ndiko kunako wafanya waweze kuwa na watoto kuliko wanaume ambavyo wana watoto, yaani masingo father ni wachache kuliko masingo mother, kwa sababu singo mother, kwa mujibu wa za chini chini hapo, nakupa kwamba singo mada wanakuwa wengi kwa sababu siku hizi mabinti ambao wanakuwa bado hawajapata watoto ambao hawajazaa labda ni wale ambao waliojitunza, lakini wale ambao hawajajitunza eh, walio wengi, unakuta wana watoto walishazalia nyumbani, kwa sababu ya nini? Alijifanya wala hataki hata mahusiano wala hataki kuingia kwenye mahusiano, ila tu bali alichokifanya ni kitu kimoja, alipenda pesa, hatimaye kwa mwanaume, hatimaye akagawa mwili ah! hatimaye akapata mtoto. Je, oh, unaliafiki hilo? Oh, za chini ya kapeti na kitu kingine katika upande huu wa wagane, kwa nini ni wachache kuliko wajane? Wajane ambao ni wanawake, kwa nini wanakuwa ni wengi? Za chini ya kapeti ninakupa ni kwamba wajane wapo wengi kwa sababu wewe mwanaume ukishaoa mke wako na hatimaye mkafanikiwa mkaanza kuwa na maisha mazuri wanawake huwa ni wepesi sana kushawishika ili waweze kuwaua wamezao wabaki na mali, eti nasikia ndivyo ilivyo. Je, wewe mtazamaji unaniambiaje sasa kuhusiana na swala kama hili hmm? Sawa, unaweza moja kwa moja ukaweka maoni yako hapo hapo kwenye e, chaneli yetu ya Baba Sam The King Tanzania TV Channel, hapo hapo sehemu ambapo panakuambia adi comment Unaweza ukaweka comment yako ili tuweze eh, kuzisoma. Je, kwa mtazamo wako wewe uona wow, onaje? Kwa nini wajane ni wengi na kwa nini single mother wako wengi? Lakini za chini ya kapeti ndo kama hizo ambazo nimekupa mimi. Ni anko Mijadala, kama jinsi ilivyo kawaida eh, lakini unaweza ukatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Baba Sam The King Tanzania. Ni kuage kwa heri mpaka hapo tena tutakapokutana katika eh, makala hizi hizi za uh, this is Tujadiliane. Mimi ni anko Mijadala, niseme Alamsiki. Tujadiliane. Je, wewe ni shabiki wa hsd2 Baba Sam The King? Kama ni shabiki yake na unapenda aweze kufanikiwa, chukua simu yake ambayo ni smartphone ingia, kwenye YouTube andika simulizi ifuatayo, nitaacha kuombaomba lini. Itakapokuja itakuja na chaneli iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania, subscribe, like, comment, utakuwa umemwezesha Baba Sam the King ili na yeye aweze kufanikiwa. Ewe mshabiki wa Hasdi 02 Baba Sam the King Fanya hivyo ili uweze kumsapoti sapoti vipaji vya Tanzania. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Mungu awabariki wa wote shabiki wa simulizi za hasdi 02, baba sam the King. Mwenyezi Mungu awabariki kwa upendo mlionao.